Na na wewe OCD uliokuwa umevaa minyota nyota hapo. Natamani ningekuwa na muda, na na hayo maelekezo unayopokea kwa kiongozi, ningekuwa na muda, ningepambana na wewe, tuone ungenifanya nini, sami sio mke wako, una cha kunifanya nini mimi. Mimi nimekuwa mbunge, najua nchi hii, nimekuwa kiongozi wa muda mrefu tumefika Itilima, tunapita barabarani, polisi wamezuia barabara zote za sisi kuingia Itilima. Haya mambo ndugu zangu, tukiyaona ni madogo madogo, tunayeruhusu na tunayanyamazia, ndiyo mwanzo wa ukoloni. Ukoloni ulikuwa unabagua watu weusi, zinawekwa shule za watu weusi, shule za wazungu shule za Waarabu, watu weusi wananyimwa baadhi ya vitu, wananyimwa maeneo ya kwenda kule. Afrika Kusini kulikuwa na njia ambazo mtu mweusi haruhusiwi ya kupita, yaani bora mbwa apite hapo, lakini mtu mweusi haruhusiwi kupita. Sasa kama leo tunafika Simiu tunaambiwa hatuwezi kwenda Itilima mjini, yaani mimi napita njia zangu, ni sheria gani katika nchi hii inaweza kunipangia mimi napotaka kwenda? Nyie mna utumwa. Mna sheria gani ya kuweza kunia? Mimi nikiamua nalala hapa unanifanyaje? OCD, nimeamua nilale hapa. Ukiendelea hivi kiongozi atakuagiza unikataze kulala na mke wangu. Mna bahati sana kwa sababu sina muda mrefu na mimi mkinigusa, kwa sababu nchi sio ya mama zenu, hii nchi yetu sote, lazima tuheshimiane. Msifikiri kuna mtu anaogopa hapa. Mmevaa kirauni kwa sababu sisi wananchi tuna mamlaka tuliowapa. Tuheshimiane, pokea oda ambayo ni oda ya kisheria, lakini mtu amelala na mke wake anakuagiza kwamba mzuia Heche kuingia mjini, na wewe bila akili unakimbia kutekeleza. Umesoma wapi nyie? Si mnakwenda CCP? Mna, si mna, mna polisi general orders PGO, inakuambiaje? Sinakuambia do, sina don't kwamba polisi unatakiwa kufanya hivi hiki usifanye. Huyo anayekuagiza kwa nini usimwambie kwamba hilo haliko kwenye PGO, kitabu kinachoniongoza mimi? Umepanda mpaka unafikia renki ya uocd, hujiamini, umepewa cheo cha kupendelewa hapa. Wananchi wana matatizo hapa, uongo kweli? Tembo wanaumiza watu hapa, uongo kweli wanyama wanaua watoto wa watu hapo, uongo kweli? Mazao ya watu yanaharibiwa na pamba, uongo kweli? Mbona huwa mkimbikimbia hapa na magari mkimwona Heche? Mimi ni katili kuliko tembo? Mimi na tembo, kipi cha muhimu hapo? Katiba hii inasema hivi, lengo la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi, sio ustawi wa tembo sio ustawi wa wanyama. Kwa hiyo kama tembo anahatarisha maisha yako, tembo inatakiwa afe, wewe ubaki. Lakini kwenye nchi hii, bora nyie wote mfe, tembo baki, ili wazungu waje kuona, wawalipe wao hera, ili wakale kule mjini na nani na, na, na, wao.